Mimi Sheikh Lajabu mwenyekiti wa kamati ya mazingira katika kijiji cha Mamboleo. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi hii ya kuandika makala haya yahusu kuwakaribisha kufanya uwekezaji katika kijiji chetu cha Mamboleo. Kichwa cha makala hapo juu kinahusika kwa sasa Maomboleo ni shwali na ni salama, kwani hakuna viashiria vyovyote vya uchawi wala ushirikina katika kijiji chetu, kwani tulifukuzia mbali pale tulipoona ni kikwazo kikubwa cha maendeleo katika kijiji chetu cha Maomboleo kwani hapo awali fursa nyingi tulizikosa kutokana na imani za kishirikina na za kichawi za mzee Ngagu, lakini mpaka nawaandikia waraka huu mzee Ngagu ameshafariki na imekuwa ahueni ndani ya kijiji chetu, kwani kila tunalolifanya linafanikiwa. Karibuni sana katika kijiji chetu cha Mambo Leo muweze kuwekeza katika kilimo cha mazao ya biashara zikiwemo karafuu, iliki, pilipili manga, mdalasini, kwani alizi yetu ya kijiji cha Mamboleo tumebarikiwa kuwa na alizi yenye rutuba. Si hivyo tu, pia katika utalii tumebarikiwa kuwa na maeneo mazuri ya kuvutia. Karibuni sana Mamboleo muweze kuwekeza nasi katika sekta za kilimo pamoja na utalii. Ninapoandika makala hii katika kipindi hiki cha mwandamo wa mwezi, ni mimi Sheki la Jabu, mwenyekiti kamati ya mazingira kijiji cha Mamboleo. Wasalam. Karibu shemeji. Ah, shemeji yangu. Ah, safi za nyumbani. Safi kwema? Zogo tokako. Ni nzuri. Eh. Ah, safi. Shemeji, nimekuja kutembelea shemeji yangu akusalimia lakini pia kuna kubwa nililoileta hapa. Siku ile tukiwa kwa halmashauri ya kijiji, tuna kikao cha ndani. Na mada kuu sana ni kuhusu mazingira. Mazingira yamekuwa mabovu sana hastahii kabisa Wanadamu. Sasa basi nikiangalia sisi kama sisi hapa hatuna shimo taka kichanji cha kuwekea vyombo kuanikia vyombo kibumchilizi hakuna na pia choo lakini majukumu hayo yote sisi ndio waume zako takao tusimamie sababu najua ila kesho ngu akipenda mtongea na wiso akate miti asimamie hilo swala na mimi nitakuwa nyuma yake. Wewe, sasa jukumu lako kuandaa mazingira yawe safi, kufagia, kwenye kuweka kwenye, kwenye, kwenye, kwenye shimo taka kwa hiyo. Hakisha vyombo vyako kishaosha, weka jua kichanja. Eh. Hey. Na mimi hata kishu, tukija kesho kutembelea mambo ya kesa, sio tena kwa mwenyekiti wa mazingira tena. Nimeteuliwa na na kamati kwenda kusomea nini, kwenda kwenye semina tena, nije nikaguliwe. Ah, makosa sitaki kutoa makosa, shemeji yangu. Sawa. Mimi ni hayo tu sawa. Shemeji, nimekuelewa, ila ndugu yako, sababu amerudi, sababu amerudi ndio? We yuko wapi? Yuko ndani kapumzika, jankamwite. Ngoja we basi, mwache apumzike, baadae akiamka. Nyumbani wapi? Mi nishatoka hapahapa, ni safari A -a. Kaka, niambie ndugu yangu, tunashukuru Mungu ni wewe kweli? Ndio mimi hey, <tuhi> siamini ah. Ndio mi nimerudi. naona kazi zako ujaziacha tu, ujumbe wa mazingira siju mwenyekiti kiti upandi cheo tu, siu hata mwenyekiti wa kijiji basi. Maana ni siku nyingi kwe sikia, mdogo wangu, sijautaka tu nikutaka hata kesho. wanani nikubali kishenzi kijiji hiki wanani nikubali mbaya. Tuache na hayo, tukamalize huko nyumbani. Shemeji Beye, shemeji naondoka naye huyo. Sawa, ondoka naye, la sichele kurudi kuna madudu si yakamng'ata usiku. Kwa sasa tunatembea kifua mbele, tukilingia kile tunachokiona mbele ya macho yetu. Kijiji kimekuwa na neema kwa siku hizi za usoni, tofauti na siku za nyuma. Kwa sasa kijiji chetu kimefanikiwa kufikiwa na mawasiliano ya simu kwa kujengewa minara ya mitandao mbalimbali. Nyumba nzuri na za kisasa zimekuwa zikijengwa na kuzidi kupendezesha kijiji chetu cha mamboleo. Kwa sasa wamama wanapikia nishati safi kwa sababu ya kuingia kwa umeme katika kijiji chetu ya muda mfupi naiona mambo leo ya tofauti kwa sababu watu wamekuwa na kasi ya maendeleo na serikali inatusapoti kwa kila hali. Pamoja na hayo, tumefanikiwa kumtua mama ndoo kichwani kwa kuwafungia mabomba ya maji kwa kila kaya. Na hii ndiyo maomboleo. Huduma za kijamii tunazifurahia, sababu zanimuona muona ameendelea kijiji chetu. Sasa kaka, kweli nimevutiwa sana kwani kwa sasa wana kijiji chetu kimekuwa na maendeleo makubwa na wana kijiji wamekubali kukibadilisha kijiji chetu kwa asilimia kubwa sana. Kiukweli nimefurahi sana ila kuna kitu kaka kimenishangaza. Kitu gani? Nimekuja kijiweni pale, sijamuona Nyengo Kasozi, Kanu Fransi na hata wewe pia, nikajua umesafiri hivyo nimeshangaa sana kukusikia sauti yako ukiwa naongea na shemeji yako, na ndio kanifanya haraka haraka pale nikatoka, nimevaa kila kitu kwamba hata shemeji yako akosegea kunizuia, ili mradi tu nije nitembee tembee. Nimevutiwa sana. Ni kweli mimi, kama ningekuwa sina majukumu ya kiserikali kupambania kijiji chetu kiwe na maendeleo pia ningeshaondoka. Lakini hayo yote maendeleo yamefanyika kwa sababu akufaari kwenye kijiji tumepambana sana vya kutosha, tumenyana sana eh. Nimeandaa misheni mimi pamoja na rafiki zangu kina Nyengo kina Kasozi na kani misheni tukafaulu mzingagu, tukamzika na mpaka leo unaona maendeleo yamekuwa me, me, makubwa kwenye chetu kwa sababu ya mzingagu kutoka kwenye kijiji. Sababu muna kiwa mbadilika, hujafurahiwa na niliswala? Ah, kaka Sio kwamba sijafurahiwa, ila kaka, natamani mzee Ngabu angefufuka <laughs> Sababu unajivunia na nini wewe? Na ungefanya nini kwa mfano? Kwani mi kitendo cha kuniulia wazazi wangu kimeniumiza, na hata kutoroka katika mazingira ya kutatanisha. Nilienda kutafuta dawa dhidi yake, nimefanikiwa kuipata, nimerudi tegemea naje kumaliza mchezo baina yangu mimi na yeye, nakuta swala kama hili. Kwa hiyo umekuja na uchawi kaka? Nimekuja na mashine, na mashine hii ni SGR. Naamini mzee Ngadu alikuwa haruki, kwani huku tunaye msifu ni mchawi huko nilikotoka, kaka, yule anasema miongoni mwa wachawi yule ni mwanamke. Kule kuna wachawi, yeye labda mara kumi yake. Hmm. Okay, kwa hiyo unafanyaje sasa? Ya na mzigo ushakuja nao kaka, mi naona tuwachane na haya mambo, kwani wakati tunamwaga shemeji yako pale tunaondoka lisikia niambia, nisichelewe. Na sasa hivi pia ni kicheki, muda umekwenda sana hivyo. Mi ngoja niwahi. Ni kweli, fanya hivyo. Kalinde ndoa yako, mdogo wangu, ni wakati wako sasa, nimekulindia vya kutosha. Halo? Halo kaka. Ah, vipi? Ah, kaka sio kwema ndugu yangu, mm. Ninakuomba uje nyumbani mara moja kaka. Okay, sawa so, nakuja sasa hivi ngoja nijiandae. Sawa kaka, naomba ujitahidi sana kuja sasa hivi, usiwaze. Sawa kaka, hapo hivi unaanza ni jua hili kiukweli. Kaka nikikwambia kuna ninacho waza takuwa nakuongopea. Mimi naona kichwa changu kimefroti. Nimempeleka hospitali kwenye vipimo, naambia hana ugonjwa wowote. Nimerudi naye, hali yake ni kama unavyoiona. Jana hatujalala, anaugulia. Sasa hapa hata sielewi, naanzia wapi, namalizia wapi. Nafikiria hata kumpeleka kwenye mahospitali makubwa hu kwa ajili ya vipimo vikubwa zaidi, lakini uwezo wangu wa kifedha kaka, hali yangu kama unavyojua, ikafikia mpaka nikupigie simu uje tushauriane tujue tunafanyaje katika hili. Sielewi kaka. Mm. Mm. Sababu hapa kuna sababu kama jina lako usho wangu mimi, hapa naomba tutoke kwa wataalamu wa kienyeji tutapata ufumbuzi juu ya hili kama nakuelewa. Hivi kaka, mimi naona tusipoteze muda, ningoja nijitayarishe, tutoke twende. Oke, okay, sawa. Za ndio, sisi tumekuja na matatizo ndio baba. Siku zote umenizoea mimi, lakini leo ena ndugu yangu huyo sio huyu. Bwana ana mke wake anauguliwa, ipo kitandani, hoi taabani. Jana usiku hatujalala mzee, sasa nikamshauri ndugu yangu kwa mzima mzee Mavumbua Taala atafumbua kilichokuwa mule ndani. Sawa sawa, sawa. Naomba utusaidie. Ha. Hapa ni kwa Mavumbua baba, hapa ni kwa Mavumbua. Mambo leo nzima. Inamjua Mavumbua nani? Hata we bwana unanijua, inafahamu. Sasa tuwaite mizimu kwenye hiki kilinge, tuwaite mizimu. Watupe majibu. Sawa. Sawa. Kuna tatizo. Kuna tatizo. Kuna tatizo. Kuna tatizo kubwa. Kuna tatizo nimeliona. Eh, E, e, mwanangu e, tatizo nimeligundua, tatizo nimeligundua. Mke wake huyu bwana ni malipizo. Malipizo ndio anasumbua. Malipizo huyu bwana ndugu yako alikuja na mfuko wa kichawi. Sasa mfuko ule unataka ufanya kazi, haukazi yoyote utamaliza familia. Cha kuwasaidia ndugu zangu ni kwenda kuuchimbia shimo mfuko na kuuzika, sio kuutupa. Yule aliyechimba shimo si atakefukia, aliyeshika mfuko wake akimaliza kutumbukiza kwenye ile shimo, ataondoka asiangalia nyuma. Usije ukaangalia nyuma. Uliyetumbukiza mfuko utamwachia aliyechimba shimo, akimaliza akishafukia, basi wewe sasa utakayefukia, unachukua hidau una mwaga juu kama kima. Mimi ni mzee Mavumbua, hakuna mambo leo. Nzima wanamjua Mavumbua ni nani? Hakuna mwingine zaidi yangu ha! Hakuna kweli. Sababu nadhani umesikia yote, ndio. Sababu. Sababu. Kaka, mimi sikuelewi katika hili. Kwani hujui mimi, yani ni hasara ngapi, yani ni hasara kiasi gani nimeingia ili kupata uchawi ule? Na ule uchawi mtaalamu alinikabidhi uchawi ule, aliniambia ni kwa ajili ya mzengagu tu. Leo hii unaniambia uchawi, eti unamuumiza mke wangu? Unawezaje kumuumiza mke wangu kwa makosa gani na familia yetu kwa ujumla yaani, mimi nichukue nichukue uchawi kwa ajili ya kujiumiza? Si wenyewe, inakuingia kilini, kaka? Hiyo sekuwambee kitu hivi, pesa na uhai wa mtu, kipi cha thamani? Nakuuliza kaka, uhai wa mtu una thamani. Lakini katika hili kaka, mimi sikuelewi. Yule ni mke wangu, na wewe ni shemeji yako, hivyo mimi nina maumivu zaidi yako wewe, lakini katika hili kaka, mimi sikuelewi kabisa. Nasikia, nikwambie kitu, mimi ga na wa ujinga wako sawa, siwezi kubeba ujinga. Mke anaumwa ni wa kwako, sio wa kwangu. Sawa, utajua mwenyewe, nenda bwana. Kitu gani, hata kuua ndugu? Huwa nimekusikiliza kwa mambo mengi, lakini kaka, katika hili undugu ni bora ufe. Sitakuelewa katika hili kama inakudanganya na hii, ni... fanya maamuzi tu katika hili.